kama ulishekufikiria umeona mengi ya dunia, basi hii inaweza kuwa ni ngeni kwako kwa. na pengine haukuwahi kuiona kabisa katika ardhi na mipaka ya ndani ya Tanzania. Sasa kuna mzazi mmoja katika shule ya Kemebos Kaizirege ya huko Bukoba e, ameweza kumfuata mtoto wake na helikopta. Mada nyingi tumekuwa tukiona viongozi mbalimbali mbali wa serikali ndio huwa wanapata nafasi pengine ya kupanda helikopta, lakini imekuwa ni tofauti kidogo kwamba mzazi amekwenda kumchukua mtoto wake na helikopta. <laughs> karibu katika ardhi ya Wahaya kwa kina, kufuatia video ambayo amba ikionyesha shule ya Kemebos Kaizirege, shule hizi ambazo zimekuwa zikifanya vizuri katika mfululizo wa matokeo ya kidato cha kwanza mpaka cha sita. Mara nyingi tumekuwa tukiziona ndani ya boxi la top 10 katika orodha za shule ambazo zinafanya vizuri zaidi mitandao mbali mbalimbali ya kijamii nitakuacha uweze kuitazama e, ikionyesha helikopta imeenda kumfuata mtoto katika shule hizi za Kemebos Kaizirege, lakini mbali na haya yote akaja mwana mama eh, anajiita Mama Mawigi akaja akareact kuhusiana na hii video, na yeye eh, aliweza kuongea mambo mengi. Mimi nitakuachia kutazama hapo mwisho jinsi alivyotia neno kuhusiana na eh, hichi kitu cha mzazi kumfuata mtoto wake na helikopta shuleni na mtazamo hapa clip, lakini baada hapo utaweza kutazama clip ya Mama Mawigi akireact kuhusiana na hii hapa video hii hapa. Ni Blue House Dax Media, mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi. Subscribe. Ili wa kwanza kupata video zetu pale pindi zinapotoka kila wakati, asante. Helkopta imefata mtoto, helkopta imefata mtoto. <laughs> Tanzania tutaona mengi. Hii, mingi, amba mzoto. Fraisha, mzoto <laughs> dunia hii mengi, azaivi taona mengi ambao hatuwahi kuyaona. Helikopta imefata mtoto, Kaizirege imeshusha wanafunzi hapa Kaizirege, kashusha wanafunzi, furaisha, helikopta ile imefata mtoto, inaondoka. Dunia inavuta bange kweli. <laughs> hii video. Mzazi mmoja akaona mwanae kafunga shule akaamua kumfuata na kausafiri kake. Sasa ilikuwa kuna haja gani waandishi wa habari kuanza kuitangaza, kuirusha? Si waya tujapeni, nimetumwa wasemaji kuambia. Kwanza tungetaka kuitangaza sisi. Tushutiwa nako kasi aliko shuti nako bwana. Si mambo yetu hawaji madogo. Hey. Uh, anyway. <laughs> Mejionea wenyewe. Mtasema ni sifa. Nasema ni sifa. Kemi boys wamewashusha watoto, mzazi kaja paka nyakuwa mwanai toa ya eh, sawaa u... eh, eh shule ya serikali iko karibu na wewe, mtoto mpe chiporo hala ashibe. <coughs> adio kaagwa aende akasome vizuri, aende kwa mguu. Ufanye hivyo, unamgaisha mtoto. Nataka ongea Kiingereza, nataka ongea Kiingereza, unampeleka English media, unalipia tu, wanda usafiri amuni tena. Wengine mnasumbua watoto, unampeleka tu free Darasa la kwanza anampeleka shule ya serikali, unamkoroga ubongo mtoto avikumbuchi. Viachie waya, tuachie watani zenu, tunayaweza. Tasema ni sifu na hivi sisi ndio maana watu watukanaga stendi ya Bukoba sijui haijafanyaje, haijatengenezwa. Ni kwamba tulikuwa bize tunatengeneza viwanja vya helikopta, vipo hatukitangazi. Na pati bilionea Mrokozi, pa mama Mawiki, pa bilionea Wekasira, pa bilionea nani, pa tunavyo. Ni sekreti sisi, hatutangazaji vitu hamna. Tufatafataga tukuja kutangaza vitu vyenu, alafu mnasema tunalinga.